Ilishindikana, Matrida. Mr. amefariki. Manyanya, m manyanya. Pole sana kwa kushtua, Mr. Please don't tell me for the bad news. Relax, Mr. Relax, okay? Mgonjwa tumempokea jana usiku akiwa katika hali mbaya. Uh, na vipimo vinaonyesha kuwa alikunywa sumu. Lakini now she's okay. Oh, yeah. No, <sighs> yaani jambo la kushukuru walimwaisha mapema sana hospitali, lakini kama wangechelewa ingekuwa ni shida zaidi na, lakini kuna shida kidogo kwenye ujauzito. Tumejaribu tu kupambana, lakini inaonekana inasheki inatishia kutoka. Kwa hiyo hili ni tatizo, lakini now she's okay. Tutaendelea kubaki naye hapa kwa siku kadhaa kwa ajili ya uangalizi zaidi na imani kwamba atakuwa sawa. Kwa hiyo, moja kwa hiyo haijathibitika moja kwa moja kwamba mtoto naye atakuwa ameharibika. Ujauzito haujaharibika, ila unatishia kuharibika, unakuwa kama una sheki hivi mm-hmm. Kwa hiyo hapa ni jambo la kumwomba Mungu tu na ndio maana tunaendelea kupambana na tutapambana na imani kila kitu kitakuwa sawa <laughs> Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa. Sa asante sana. Lakini huu sio muda wa kuona wagonjwa, mister, ila kwa wewe naweza nikakuruhusu kaenda kumwona so, okay? Hmm. Ila kwa nyinyi mabinti itabidi msubiri hapo hapo mpaka ukifika muda wa kuweza kuona wagonjwa utaruhusiwa mkaenda mkamwona.

kilomita nyingi sana kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi kuhakikisha kwamba tunaleta huu mzigo hapa. Sijaamini ushindi wangu. Ulivyopata ushindi huu unajisikiaje? Nimefurahi sana. Sana sana, mm, kwa kwa kwa sababu siku zote wanamuona anacheza nikasema inawezekana kweli kwa Tanzania ukashinda gari. Kula tano kwa pmbet.co.tz. Ni mchezo gani Pendo alikuwa anapendelea kucheza? Mimi sana kucheza Mimi Mimi Egypt 4. Mimi nawaambia wadau waamini haya mambo. Cha msingi ingia kupitia pmbet.co.tz. Tumsifu Yesu Kristu, kaka. Milele amina. Karibu. Asante samani, nimekuja kuuliza kama kutakuwa na kazi ya kufua labda ama vyombo. Ah, sawa sawa, kwenye upande wa nguo hapana, sina nguo chafu leo, kwasababu mara nyingi mimi sio mvaji sana nguo. Naweza nikavaa nguo moja leo, kesho nikatupa nikaangalia nguo nyingine. Labda kitu kimoja hapa ndani pachafu. Kwa hiyo kama itakupendeza utaingia hapa ndani utanifanyia kidogo usafi. Utanitandikia kitanda, kidogo utaniwekea viatu vyangu sehemu pazuri. Lakini pia utanisaidia kunichotea maji. Mengine utaniwekea jikoni na mengine pia utaniwekea chooni. Sababu mara nyingi sana huwa nakosa muda wa kufanya vitu kama hivyo. Nadhani itapendeza sana kiukweli. <laughs> Kwa ndani hapana. Hapana, mimi kazi yangu ni kufua tu na kuosha vyombo nje. Mama amenikataza, yani ni ingie ndani nifanye usafi, alafu haujaoa uh -uh. Siwezi kwa kweli ah. Kwani una hofu na mimi hmm? Alafu uzuri kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, sawa? Kwa hiyo wewe haina shida, sio, umeelewa? Haina shida, we ingia tu ndani hapa nifanyie kazi zangu ambazo nimekwambia basi alafu uzuri sio kwamba utafanya kazi bure, utafanya kazi, mwisho wa siku ntakuja ntakulipa haki yako. Kuna ubaya gani? <Glipi> Amna lakini haujaoa, dada, unaogopa nini? Eti wasiwasi wa wasi nini? Wewe mkubwa ujue na kitu ambacho ukijui, dadangu, mimi mini ndani siishi peke yangu, naishi na Bwana, naishi na Mungu. Watumishi wa Mungu ni watu wema sana Hutakiwi kuwaogopa, inatakiwa uwakaribie ili uweze kula mema ya nchi. Kwa hiyo usio na wasiwasi na mimi, mimi ni mtu mwema sana ni mtu ambaye anafuata misingi na sheria za dini, siwezi kukufanyia ubaya wote hmm? Mimi sio muhuni wala nikasema labda nitakufanyia tukio lolote labda nikakubaka, hamna. Si umenielewa? Kwa hiyo ondoa wasiwasi kabisa, yani kuwa na amani uh, haitokuwa sawa bora ungekuwa na familia labda mke au watoto ingekuwa sawa, ningeweza kuingia ndani na kufanya usafi. Kwa sababu mara ya mwisho nilikuwa nafanya kazi katika nyumba ya familia, ina baba watoto na mke pia. Baada yao kuama, ndio maana nikaamua kuja kujitafuta huku tena mtaani. Lakini wewe haujaoa, aaa, niingie humo ndani? Unafikiri jamii naniangaliaje? Hata mamaangu akisikia, kwanza atakasirika. Ah, ukisema hivyo dada yangu utakuwa utaki kazi. Sio umeelewa? Nimeshakwambia kabisa kwamba hapa ni sehemu salama, ni sehemu huru, ni sehemu ya amani. Hasa hofu ya nini? Hmm? Hiyo hofu yako hiyo utasababisha kumkaribisha shetani kwenye maisha yako. Utashindwa kufanya mambo yako kimaendeleo kwa sababu ya uoga uoga. Hmm? Nimeshakwambia kabisa kwamba hapo utakao kwa uhuru utafanya kazi zako kwa uhuru. Alafu uzuri mimi ukifanya kazi zangu, nitakulipa kuna ubaya gani hmm? Majukumu ambayo unaifanya hapa ni kama vitu majukumu ambayo ulikuwa unafanya huko, na sio kwamba labda tutakaa wote tutashinda wote, hapana. hmm? Mimi najiandaa sasa hivi natoka. Ushamaliza majukumu yako, utafanya mambo mengine. hmm? Kuna shida hapo? <laughs> Kwa hiyo utaondoka, nitabaki mwenyewe, ndio maana yake? Hebu, hmm? Acha woga bwana, karibu uchote baraka za Mungu. <laughs> Kwa kuwa utaondoka nitabaki mwenyewe sawa, sina jinsi tu, nitafanya. Sikuandaandaa tu kusafisha safi, karibu. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia. Wajuaji na wapumbavu wa moo, dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine wasindikizaji wapambanaji wam hey. Yeah. Ino dunia bwana hey. Nikisema nikupe ikikichwa beba takufa kwa mawazo. Bosi wangu, mpaka sahivi inavozungumza asilimia 80 kazi imeenda vizuri. Kwa nini asilimia 80? Kwa nini yani mimi nitegemee mpaka sasa hivi hapa unakuja kuniletea majibu yaliyokamilika? Yaani kama ni kazi imekamilika asilimia 100, haya hizo 20 umemwachia nani? Lakini mimi mpaka sasa hivi nimetoka hospitali. Daktari ameniambia hali ya mgonjwa sio nzuri. Na ile sumu ambayo imetiwa inaonekana imeshaharibu kabisa mfumo mzima uzazi. Kwa sababu mpaka sasa hivi hajazungumza chochote. Hajazinduka. Ndio maana nimesema hivyo. Kwa haya mambo mengine, labda tuendelee kusikilizia "inasemekana" lakini hauna uhakika, si ndio? Yani mimi ninachokitaka hapa, Toni, ni taarifa ambayo imenyooka. Mtu kafa, mimba imeharibika, na sio kuja kuniambia sijui asilimia themanini ya kazi, sijui inasemekana. Sitaki hivi. Unajua nawekeza nguvu kiasi gani kwenye hii kazi? Yani kikazi cha kufanya mda mfupi, unakifanya kiwe k Haya, inawezekana vipi? Yaani mpaka sasa hivi huna taarifa iliyonyoka? Mara kazidiwa, mara vipi, sijui kwa nini usijue. Kwa nini Toni, sije ikawa unaniingizia mapenzi kwenye kazi yangu. Aisee sitakuelewa, maana sasa hivi kashakuwa shemeji yako, ujifanye sijui unamjua sana, una huruma naye. Oya, kwenye kazi zangu sitakuelewa. Hapana bosi wangu, mimi siwezi kufanya hivyo. Mimi nipo kazini na naipenda sana kazi yangu, lakini wewe usiniambia. Kabisa umehakikisha amekunywa ile juisi kabisa na povu limemtoka vizuri kabisa. Sasa imekuwaje mpaka sasa hivi yupo hai? Yani yeye ni nani? Au ana Mungu gani kiasi kwamba ile sumu isifanye kazi kwa wakati? Sasa bosi wangu, haya ni masuala ya kidaktari, mimi sijui ni huduma gani ambayo ya kwanza ameanza kumpa wao kwa ajili ya kunusuru uhai wake, lakini mpaka sasa hivi ripoti ambayo imetoka, hali yake ni mbaya sana. Kwa hiyo hayo mambo mengine hayo tuendelee kusubiria tu hivi. <laughs> Unajua wewe, Toni una masiara sana eh? Yani kuna muda unakuwa kama vile hujitambui. Mimi nilitegemea mda ule ulivyoona kanywa ile sumu usingemwaisha hospitalini. Wewe ulishindwa nini kujizungusha kupita njia ndefu? Kama njia unajua ni shortcut mngenyoosha barabara usipite shortcut. Ili achelewe kiasi kwamba mkifika hospitalini mtu kasha kufa au mtoto kafa. Lakini sasa hapo mimi nalaumu bure tu. Kama ni kazi mimi nimeifanya ya kutosha. Alafu hili swala linafahamika na hospitali inajulikana ilipo. Mimi nilivuna tu tayari mapovu yanamtoka nikajua kabisa hapa tunaenda kumaliza kazi. Nisingeweza kupita huku na huku kwa sababu njia zinafahamika na hospitali inafahamika hospitali kwa sasa. Hapo mimi ningefanya nini? Kumbuka mimi ningefanya ujanja wowote ule wa kumchelewesha, kumzungusha, ndugu zake walikuwa mumle. Kwa hiyo angejua kabisa kama mimi nani ambaye, na yule ndugu yao, sasa hii ingekuwa ina maana gani? Sasa nisikilize kwa makini, yaani mnachotaka hapa mpaka kufika jioni, niwe najibu hili moja, kama hajafa yeye awe mtoto kafa na yeye kapata kilema. Sijui unanielewa. Na sikuongezei pesa sikupi chochote mpaka nipate hayo majibu kwa sababu ni hiyo pesa siokoti. Hivi unajua natumia gharama kiasi gani? Mimi na biashara. Yaani itegemea tukikutana hapa unanipa basi maelezo mengine kabisa eza mtu kafa au kazikwa. Lakini unaniletea mara asilimia themanini, mara imepanda imeshuka yupo hai kazinduka. Oya, toni usinichanganye, usindetee upumbavu kabisa shanti bua saa hizi. <todic music> Ali kataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Eh, inanikunja inanipinda pinda, dunia tofauti na mama dunia, ah, huko tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza, lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa si wameweka kibango chao kinachosema no english no service? Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Unaionaje? Mm. Ni kama baba <laughs> Tamu, eh? Mm. <laughs> Sasa uu mwanzo tu hivi, vitakuja vingi tena vakutosha, eh? Leo unapiga hivi kimoja kimoja, anza hiyo, ukimaliza utakulanahii nikoze <laughs> Sasa mwanangu ni nakitaka wesinono eh, nakula vya kwangu. Na mimi nataka nile hata hata kidogo. Njoo ule baba. Ah, ah, simaanishi chakula hiki eh, mimi na vitu vangu yani, au sio? Yani, kuna vitu vangu nikijipigia mambo mengine mipasi yangu, basi mambo mengine yanaendelea. Nilijua tu baba

Sasa ngoja nikukazie, kwa sababu nishakuona. Wewe nikikulegezea utakuwa unaletea mimi masiala wewe. Unafikiri mimi natumia natumia makaratasi mimi natumia hela hiyo? Sasa ndio uone sasa, nige vitu vyangu baba. Au usichukue baba. baba usichukue hivyo baba, kwa hiyo utamwaka kaata kuninyang'anya. Eh, umeona inauma eh? Eh, sasa kama unavyoumia na sisi ndo tunavyoumia hivyo hivyo. Hebu subiri kwanza, hebu ongea Baba vipi baba, sichukue, twende. Basi kama unataka vitu vangu twende, mimi nikajipigia na mimi pasi yangu, lakini usimwambie mama mdogo. Wewe twende Wewe hivyo vitu sasa unaenda navyo? Hebu weka hapo, tunde tunde, tukamalize mara moja. Ukija utakuja utaendelea kula, weka hapo mara moja bwana. Shule inayofunza mema na na mabaya, wajuaji na wapumbavu Vipi kuhusu nini? Wewe umefuata nini sasa hivi? He? Yaani unaweza nimefuata nini nyumbani kwangu? Wewe una kichaa nini? Kichaa? Wewe wakati unaondoka hapa si umeaga umesema unaenda kwenye vikoba si vitu gani huko? Sasa kilichorudisha hapa? Hey, sasa hizi nini? Ah. Si nimeamua kubadilisha ratiba au? Tatizo mnaharibu ratiba za watu. Ah. Kwani wewe una shida gani? Mbona kama umechanganyikiwa? Ah, nichanganyikiwe wapi? Kuna vitu vingine mnavyosema ndio vinatakiwa viende hivyo hivyo, sio? Mnabadilisha badilisha ratiba, mwisho wake watu wanashindwa kufanya mambo yao. Ah. Dada, niletee maji ya kunywa. Kuna mambo mazuri hapa hapa. Wewe, hizo <coughs> chipsi ziache zikuhusu. Ah, kwani ugomvi jamani? Mimi <coughs> si nimeuliza tu. Ndio nishakwambia sio? Unaona vitu unavipalamia, palamia? Sibo, chipsi za nani hizo? Ni chipsi zangu mama. Ali aliniletea baba. Mimi nani alivoleta, nikala akasema, na mimi nilipe, ndo tukawa tunaenda nani kule. We we, maneno gani unaongea hivo? Una matatizo gani? Mambo tuna tunaongea vizuri, tunishafika mbele we naarudisha nyuma. Hebu kwenda kwanza, aniletea na mimi maji Natakaacna mii maji bwana, mm-hmm. Kumbe chipsi za mtego eh. Hmm. Leo zitaninasa hmm. Yaani, ona na vitu vya watu tu unataka kuvila vila eh. Wee, utakuja kuzilipa kuzilipaii eh. Unaona vitu vimekoekwa tu, nafikiri vimejieka vyenyewe. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia, wajuaji na wapumbavu wamoo. Mama, baba yuko wapi? Achana naye, kasha changanyikiwa. We, nishakwambia ni usipende kula vitu ambavyo anakupatia baba, ni marufuku. Mama we, mbona mbona unakula <tuhi> unataka kushindana na mimi sumu yake mi haiwezi kunidhuru lakini wewe utakufa vibaya una shida gani maana no, nono wanipigie simu sana. na sidhani kama tuna biashara nyingine ya kufanya mimi na wewe. <coughs> davai hebu kuwa mtulivu kwanza yaani ungejua kitu ambacho kimenireta hapa hata usingekuwa naniuliza hayo maswali. Cha msingi unachotakiwa sasa hivi ni, ni kukaa ukatulia na ukanisikiliza. <gulia> Dada yangu, naona kabisa unaenda kuwa na amani sasa, kwa sababu mtu ambaye alikuwa anakukosesha furaha kwenye ndoa yako cha moto ameshaanza kukiona. Yaani hapa ninapokwambia yuko hoya, anapumulia mashine. Na hiyo mimba yake aliyokuwa analingia utafikiri yeye ndo mtu wa kwanza kushika mimba kwenye hii dunia, na hii simeshatoka tayari. Yesu wangu. Umefanya nini mtoto wa watu? Ah ah. Sasa mimi nimefanya nini? Mimi nimepigiwa simu na watu wake wakaribu kwamba Mati anaumwa yupo hoi, inasemekana amepewa sumu. Kwa hiyo mimi sina uhakika ila ninachojua Mati anaumwa yuko hoi amelazwa hospitalini. Kwa hiyo mimi taarifa nilizozipata ni hizo, ndio maana nikaona nikuletee. Kase, naomba usinitafutie matatizo. Hivi unajua na kujua vizuri wewe. Nakujua vizuri, najua tabia yako, najua roho yako. Tena nakumbuka mara mwisho uliongea kwamba nitamfanyia kitu ule dada. Listen, mimi sitaki shida, sitaki matatizo kabisa. kama umemtendea vibaya yule dada wa watu, jiandae. Si unanielewa? Yani usinihusishe kwenye hayo mambo yako. Alafu isoshi, nilikwambia kabisa, hakikisha unamwacha yule dada wa watu endelee na maisha yake, mwache endelee na wewe ukangangania. Kama umeshamfanyia kitu chochote kibaya, naomba uishi huko huko, davai mimi nimekwambia sijamfanya chochote. Yaani mimi nimepokea taarifa kama wewe tu ndivyo kufikishia taarifa. Mimi mwenyewe imenishangaza na imenishtua. Huwezi jua pengine na maadui wengine tofauti na sisi. Kwa hapa cha msingi ni kwamba ufurahie. Pengine Mungu ameamua kutusaidia au kuna mtu mbadala yetu anafanya. Ni kitu cha kushukuru. Na ndio maana mimi nikaamua kulileta kwa dadangu. Kwa kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinakunyima faraja muda mrefu kinakutesa. Kwa sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Eh? Mimi nimefanya kwa wema, wala sio kwa ubaya, na shangao unavyonihisi mimi naweza nikafanya hivyo. Usifikirie mimi ndivyo kukusaidia wewe, naweza kumsaidia kila mtu, ni upendo hmm. Ngoja ila iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Narudia tena, usije ukaniambia kitu chochote. Usije ukani, ukanihusisha kwenye mambo yako yoyote yale. Mimi nilishamalizana na wewe, nilishamalizana na Mati. Sina biashara yoyote ya kuongea na wewe hivyo. Nenda <tis> sawa, lakini kama ukijua yule bado ni adui yako, na hiyo haiwezi kubadilika hata siku moja. Na kitu ambacho haukijui manyanya, nawekeza pesa na nguvu nyingi sana kwa yule mwanamke. Kwa hiyo kama wewe uko tayari kufilisika na kuanza upya, sawa, hamna shida Emnenda. Toka, sawa, lakini mimi bado nipo upande wako siku zote. Wewe ukinihitaji usisita kuniambia, sawa. Kwa heri. Nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio muna chelewa kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni Dar es Salaam ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya, ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa kwa kwa siyamini, kwa e, yeah. Kwanza mimi ni kwasiamini, japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza Seven Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Sasa hizo. Salam. Pole. Wani? Yohan, si una mgonjwa wewe? Wewe umejuaje haya mambo? Hey, hey. Jamani, kwa nini bado tunaendelea kufichana? Kuna kipi ambacho mimi sikijui? Nasikia mwanamke uko anaumwa. Listen Violet, This is very serious issue. Yaani, kama kuna jambo ambalo taki kuleta nalo masihara ni kuhusiana na ile tukio, na hakuna mtu yoyote ambaye anajua mpaka sasa hivi zaidi ya daktari na wale wahusika ambao walikuwepo pale eneo la tukio. Wewe uko nyumbani na sasa hivi anakuja kunipa taarifa ambazo sikutegemea kabisa kuzipata. Sasa hivi, Violet umetoa wapi hizi taarifa <muchas> eza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka ni kusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa s so wameweka kibango chao kinachosema no no english no service, hasa mimi leo naweka cha kwangu Yes, get ticha zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea <muchos>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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia haa. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia, dunia, wajuaji na wapumbavu wa moo